Nam, habari za wakati huu, karibu tena, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Uchaguzi wa Tanzania mwaka 2025 ulikiuka maadili ya kidemokrasia, waangalizi wa AU wameweza kutoa e, kile ambacho wamekiona kwenye uchaguzi uliofanyika Tanzania Oktoba 29, ambapo rais mteule Dr. Samia Suluhu alishinda kwa asilimia tisini na saba. Uchaguzi wa Tanzania haukukizi kanuni na viwango vya demokrasia, waangalizi wa umoja wa Afrika AU walisema katika taarifa yao siku ya Jumatano. Waangalizi wa umoja wa Afrika walishuhudia kanuni za, wa, za uchaguzi zikikiukwa katika vituo kadhaa vya kupigia kura ambapo baadhi ya wapiga kura walipatikana na zaidi ya karatasi moja ya kupigia kura. Mawakala wa vyama vya kisiasa hawakuwepo katika baadhi ya vituo vilivyokumbwa na dosari hizo. Wakati wa kuhesabu kura, waangalizi wengine waliambiwa kuondoka vituoni, taarifa hiyo iliongeza. Haya yanajili siku kadhaa baada ya ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, yani SADC pia hutoa taarifa sawia na hiyo kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania. taarifa hiyo ya Sadiq, pia tulikuhabarisha hapa. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa uchaguzi huo ulikuwa ni wa huru na wa haki. Ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Afrika, AU, uliongeza kuwa Tanzania inapaswa kutoa kipaumbele kwa mageuzi yanayopendekezwa na upinzani ili kushughulikia changamoto zilizoibuka kabla wakati na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Marekebisho hayo ni pamoja na moja, uwajibikaji na uwazi wa taasisi za serikali; mbili, ujumuishaji na kuheshimu maoni tofauti ya wadau wa kisiasa pamoja na wananchi; tatu, ushiriki wa wananchi katika michakato ya kisiasa na ya uchaguzi na nne, ulinzi na heshima kwa haki za binadamu katika ngazi zote za utawala. Ujumbe huo wa Umoja wa Afrika pia umeeleza kutamaushwa na vifo vilivyotokana na maandamano ya baada ya uchaguzi na kutoa rambirambi kwa familia zote zilizoondokewa na wapendo wao. Umetoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza matukio hayo kwa uwazi na kuhakikisha haki inatendeka kwa wote walioathirika. Hapo juzi Jumanne, Novemba 4, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini Tanzania ilisema itaanzisha uchunguzi wa kina kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 na kusababisha uharibifu wa mali na vifo vya raia Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi katika uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho kiongozi wake ni mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anazuiliwa jela kwa tuhuma za uhaini, kilipinga matokeo hayo na kudai kuwa uchaguzi huo kama kejeli kwa demokrasia. Una nafasi ya kutuachia maoni yako, lakini pia kwa taarifa zaidi hakikisha ya kwamba unazidi kutufuatilia.